23:15 akaagiza, akasema katika Israeli nzima asitokee mtu ambaye atakwenda mbele za Mungu mkono mtupu. Kwa nini? Kwa sababu aliwafungashia baraka nyingi, aliwafungashia maongezeko mengi katika mikono, na hivyo mikono yao ilikuwa inashika vitu vingi sana kiasi kwamba ana uwezo wa kuwaagiza tena ya kwamba mtu akija mbele zangu asije mikono nitubu Israeli kusema historia mdogo walikuwa, hata mtu akiwa hana cha kushika kama fedha na dhahabu, wanakata majani wanaleta kwenye hekalu, maana kuna ng'ombe, kuna kondoo, kuna vitu gani ili walishe, na wale watu wanapolisha pale na kwa ni dhabihu za kuchinjwa, lakini asionekane mtu atakaye kwenda mbele zake mikono tu. Kwa sababu ya ujazo aliyoweka katika mikono yao ilikuwa ni lazima waagize ya kwamba hakuna atakaye kwenda mikono tu. Lakini pia ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari wa kwanza mpaka wa kumi na mbili anaeleza baraka nyingi katika mikono ambayo itaingia kushika na kufanya vitu mbalimbali wakienda watu katika kabla kukandia anasema, huko nako hiyo baraka itawafuata. Wakienda vijijini, huko nako mikono yao itakaposhika baraka zitakuwa pamoja nao. Wakienda wakajenga nyumba zao, baraka zitakuwa pamoja nao, watakaa wao wenyewe. Lakini ukienda mbele, anaelezea laana ambayo inaweza kutokana na mikono yenye laana, kwamba watajenga nyumba hawatakaa wao, wataenda watalima, halafu watakuwa ni kama vile kitu chochote. Lakini anaeleza pia hata watakapokuwa wameshika fedha zao wakiweka kwenye mifuko, itakuwa ni kana kwamba wanaweka kwenye mifuko iliyotoboka, kwa sababu ya laana, hasa mikono inapokuwa imeshika laana. Na baadhi ya mielelezo ilikuonyesha mikono inapokuwa imebeba damu, imebeba damu isiyo na hatia, inaanza kutembea kwenye laana. Nikakupa mfano, inasema kwenye kitabu cha Ezekieli 18 ukisoma vizuri maandiko yanasema hivi ikiwa una ndugu yako utakayemtazama mbele yako anafanya uovu, na we usipomoja usipomshuhudia yule mtu, damu yake itatakwa mikononi mwako. Kwa hiyo kama mtu una sababu ya kumwambia jambo, una sababu ya kumwoja mtu, una sababu ya kumshauri mtu, una sababu ya kumwelekeza mtu, halafu ukanyamaza, usimwelekeze, damu ya huyo mtu itatakwa mikononi mwako. Na hiyo ni ishara ya kwanza. Hiyo mikono itakuwa ina damu, na kama ikiwa ina damu hiyo mikono itabeba laana na sio baraka, na ni watu wengi wanatembea kwenye laana pasi na kujua, kwa sababu mikono yao imebeba nini? Damu. Wanadhani kuto kumwambia mtu labda ni hekima sana, wanadhani kuto kumwoja mtu labda ni, ni kuepusha shari fulani. Hapana, kama kuna mtu anakosea usipo mmoja na ukajua amekosea damu yake itatakwa na kama hiyo damu inatoka mikononi mwako tayari, mikono hii inaanza kubeba laana, alibebi baraka. Lakini kuna watu wengine pia, kwa sababu ya maneno yao ya uchonganishi, kwa sababu ya maneno yao ya kuua, kwa sababu ya maneno yao ya kuangamiza, wamewaua watu wengi sana, wamewafisha watu wengi sana, wamewaangamiza watu, wamewaangamiza watu wengi sana. Na kwa sababu hiyo mpaka sasa wakuta damu zao za hawa watu waliowafisha zinadaiwa mikononi kwa hawa watu lakini Lea, hapuna tukaomba. Naomba leo niseme jambo lingine kuhusu mikono. Mikono inapobeba baraka basi inaambatana na kutoa. Mikono inabeba baraka au inapobeba baraka ni lazima iambatane na kutoa. Mikono inayomkunjulia Mungu, mikono inayonyoshwa kwa Bwana ni mikono yenye nguvu, ni mikono yenye matokeo mikono yenye kuleta matokeo makubwa inayokunjuliwa kwa Bwana. Na ndio maana Israeli waliambiwa wasiende mikono mitupu, kwa sababu kuna connection ya mikono inapokunjuliwa kwa Bwana na maongezeko yanayoendelea katika maisha ya mtu. Sasa niombe leo nikusome kitabu cha uh, Mwanzo kidogo, nitaongea kwa dakika chache sana sana sana. Mwanzo 22. Mwanzo 22. Hoja yangu kwa ufupi ni kwamba mikono yenye baraka ni lazima iambatane na kukunjua, na wakati mwingine unapewa maelekezo ukunjue hata mahali ambapo usingetamani ukunjue. Kitabu ni cha Mwanzo, mlango ule wa ishirini na mbili mstari wa kumi na sita. Nasoma hapo, mengine nitaitaja tu na kuongea kwa haraka kidogo. Mwanzo ishirini na mbili, tafadhali, kumi na sita. Maandiko yanasema hivi: Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao, mwana wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Nitarudia sala kumi na sita. Akasema na nimeapa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala huku nizuilia mwanao, mwana wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzi, nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yako. Sasa nitaongea kwa haraka kidogo, lakini andika maneno yafuatayo. Andika kitabu cha Mathayo 16:19 Mathayo 16:19 na Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi wa 18. Mathayo 16 hadi Mathayo 16:19 na Ufunuo moja 17 hadi 18 ni ya kuunganisha maneno hayo kwa ufupi, alafu tutahitimisha. Baba, tunakushukuru katika hizi dakika chache kabisa ulizotupa kutafakari tena siku nyingine ya leo, kwa habari ya unavyotuongeza Ibrahimu. Ulimtamkia haya baada ya kukunjua mikono yake, leta mwana wa pekee, tena wa pekee sana, wa pekee pekee sana. Baba, tunakushukuru kwa, una neno la kusema lakini zaidi sana ulimwambia ukasema, nitakubariki lakini pia uzao wako utamiliki malango ya adui. Ni katika damu na jina la Yesu ulibariki neno hili, na kila mmoja aseme amen. Sasa mstari nao, utamani sana kuangalia kwa umakini ule mstari wa 17 katika ile Mwanzo, anasema katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa muyongo Mstari wa mwisho pale, sehemu ya mwisho pale, uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Sasa nitaongea tu kwa haraka mambo machache. Wakati Mungu amemwambia Ibrahimu, mtoe mwana wako wa pekee, umjua mikono yako, kamlete mtoto wako huyu, upendwa umpendaye sana Nilishasema takubali kupitia mikono yao ambayo ni limbuko kwa ajili ya uwakilishi, badala ya Ibrahimu na badala ya mwanaye Isaka akaotolewa yule yule mwana kondoo aliyeandaliwa. Sasa nikuonyeshe kwenye mstari wa kumi na saba nini ambacho kilitokea baada ya ile ishara ya Ibrahimu kujua mikono yake kuleta madhabahu na kumleta Isaka, kwa sababu mikono io baraka kubwa. Mungu alipotazama ile mikono ya Ibrahimu iliyokunjuliwa kwa ajili ya Isaka akasema, hivi sasa nitakubariki tena, nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, lakini pia utakapokuwa unatazama mchanga wa Bwana, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Lakini sio hivyo tu, akaongea kwa habari ya uzao huo, umiliki malango ya adui, umiliki malango ya adui. Nilikwambia uandike na hiyo Mathayo ambayo inasema hivi, nitakupa funguo na hayo malango ya kuzimu hayata kushinda. Sasa kuna mambo mawili hapa, anapozungumzia mlango wa adui, anapozungumzia malango ya kuzimu, ni kitu hicho hicho kimoja. Malango ya adui, malango ya kuzimu, ni kitu kimoja. Mara zote unapozungumzia kwa bali ya mlango, unazungumzia mahali ambapo vitu vinaweza kupitia tu, labda mtu akapitisha vitu, vikaweza kutolewa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kadhalika. Sasa kuna malango ya adui yanayokamata maisha ya watu. Hayo malango ya adui hatuwezi kupigana nayo kwa namna ya kawaida, kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Na ili tuweze kushindana, basi moja ya kitu muhimu ni uwezo wa mikono yetu kushika silaha Maanake mikono hii tuliyo nayo inashika silaha, lakini silaha zenyewe sio vile wanavyoshika wengine watu wa mwilini. Hizo silaha ni namna ambavyo tuko tayari kujiungamanisha na madhabahu, kuikunjua mikono yetu kwenye madhabahu. Tukifanya hivyo, Mungu anatoa ahadi moja, anasema sasa uzao wetu utamiliki malango ya adui. Kwa hiyo, Mungu anategemea atupe ushindi awali kabisa kwa kuwa na uwezo wa kukunjua mikono yetu kwake, ili atupe baraka na ahadi ya sisi kumiliki malango ya adui uleas mzao wako utamiliki malango au utamiliki mlango wa adui. Sasa iko hivyo, adui anapohitaji kukabili adui katika nyanja yoyote, anapohitaji kukabili, moja ya kitu muhimu ni kwamba lazima awe na nafasi ya kuingia, awe na nafasi ya kupita, awe na nafasi ya kukufikia. Lakini kama mikono yako imekunjuliwa kwa Bwana wakati wote, ni mikono iliyoinuliwa kwa Bwana wakati wote, ni mikono iliyopewa ushindi, wewe unaweza kumiliki malango ya adui. Watu wengi sana huwa hawafahamu sana umuhimu na nguvu ya mlango. Wakati fulani na hata kwenye mlango sasa kuna maeneo kadogo zaidi ambapo ni kamuhimu kuliko hata mlango wenyewe, unaitwa ufunguo. Sema kwa sauti, ufunguo! Ongea sauti yako, sema ufunguo. Huo mlango ukisha ufikia, lazima uwe na ufunguo, na ndio maana kwenye hiyo Mathayo anasema nimekupa mamlaka ya kufunga na kufungua. Ile Mathayo 16:19 anamwambia Petro, nimekupa funguo za kuzimu na za mauti, ni sawa na hiyo ufunguo. Jambo najirudia hilo hilo, anazungumza kwa habari ya malango, kwa habari ya kufunga na kufungua. Kwenye mwanzo ilikuwa kama ni picha kubwa sana ambayo huenda usielewe sana, lakini nakuzungumza kwa habari ya wewe kumiliki mlango wa adui. Maana yake kuna access ya kufunga, kuna access leo, mimi mwanao, kwa nini pale tu mikono yako imejiungamanisha na madhabahu kumkunjulia Bwana, Mungu anakupa wewe uwezo wa kufunga na kufungua, anakupa wewe uwezo wa kuagiza, uwezo wa kuamuru ya kwamba ninaamuru adui atoke, ninaamuru adui akimbie, ninaamuru adui asikae hapa, ninafunga au ninafungua vyovyote tutakavyoamua, kwa sababu kwenye kitabu cha Mathayo 16, anasema hivi: lolote takalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, na lolote takalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Yote hiyo inatokana na mamlaka ya mikono inayoshika mamlaka kupitia funguo za kuamua kufunga au kufungua. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Watu wa Mungu, liko hivi, Mungu alipotaka kutengenezea ushindi, aliamua kutuwekea kila kitu tuwe nacho sisi swala tu la kuelewa mbinu siri na matumizi. Kwa hiyo maadui wanapokuja, ukiona wanakukaribia wewe ujue wewe ndio umefungua mlango ili wakukaribia. kimsini unazofungua za kufunga wasikukaribia, na unaweza pia kuamua kufungua kwamba kwa watawanyike, bali unasema watakuja kwa njia moja, lakini watatawanyika kwa njia saba. Sasa mara zote mamlaka iliyo katika mikono ya mtu mwenye uwezo na mamlaka ya kukunjua mikono yake kwa Bwana, kunyosha mikono yake kwa Bwana kila wakati, kwenda kwa Bwana. Inawezekana wakati mwingine hata usipate nafasi ya kuomba kabisa, lakini Mungu anapotazama mikono yako, nayo kujuliwa mbele za Bwana kila wakati, kila majira, anakupa uwezo wa kuwa na access ya kufunga na kufunga. nasema hivi na milango ya adui yako, wewe ndio utakayemiliki funguo, wewe ndio utakayemiliki hayo malango wewe ndio utakaye amuru hayo malango, wewe ndio utakaye agiza hayo malango, yatakuwa yanamilikiwa na wewe. Kwa nini? Umetii nakutini bora nikuata no. Salama yenyewe, watu wengi sana wakishaelekezwa na Mungu, nenda kwa yule mama mjane, nenda kwa yule mtu asiyejiweza, nenda kwa yule mtumishi wa Mungu, nenda kafanye hivi wanasahau kwamba watakapo tii na kwenda kufanya vile mikono yao ikakunjuliwa, wanapewa ahadi kubwa ya kwenda kumiliki marango ya adui zao. Wanasahau, hawatii na hawaendi, alafu vita ikija, wanakazana kupambana nayo, alafu wanasahau kwamba silaha haianzii kwenye kupambana kwenye vita, inaanzia kwenye kutii, ili Bwana aagize neno moja tu ya kwamba wewe utamiliki milango ya adui adumi zao. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye unashout, unapiga kelele sana kupambana na adui, lakini unasahau kwamba Mungu alikupa mbili uende ukapunjua mikono kwa ajili yake Wende kwenye madhabahu yake, usizuie alichokupa yeye. Halafu kwa neno lake moja ya kwamba sasa, nitakubariki na nikishakubariki mikono yako, malango yako yata-ya malango ya adui yatamilikiwa na wewe, na katika wewe jamaa zote za dunia watajibarikia mimi. Nitakuwa pamoja na wewe. Adui atakapokuja kwako, malango yake unayamiliki wewe, hayamiliki yeye. Yako mikononi mwako wewe, anayekuja kukukabili ii kama unamiliki malango ya adui yako. Kama unamiliki malango ya adui yako, unaweza kuwa na ujasiri kiasi gani? Yaani kwamba adui yangu funguo ni nazo. But I only thank you, God. I mean, ni They ujaiiai

anaenda kwenye kengele taratibu, kwa sababu ndiye mwenye funguo ya kusema mtoke au msi... Sasa ikigongwa, yani ule mlango pale, mwenye funguo ni ule nani, lakini mwenye ufunguo pale ni ule nani ndiye kwa kwa ile kengele kisa, yani taona watu wanavyoweza kutoka, kwa sababu ndiye mwenye nini, kama kama la kule turuhusu tutoke, ndiye mwenye nini

Umenitoa mbali sana Mungu wangu Amen, ndio nimeloa, nilisha kufungulia kuna lao nini sasa? Sio kufungulia mwenyewe. Kuna wakati mwingine kuna watu wao wanalalamika, yaani yeye fulani anacheza sana leo. Mimi ningekuwa na sababu. Yaani yeye yeye aliyefungulia aliyefungulia mlango, afu leo anadalika kwamba. Lakini ndo aliyefungulia nini? mlango kile, ukishafika mlango chochote, vitu vingi vinavyotokea wangu ni vinakuja. Kuna mambo mengi sana ambayo tuna uwezo wa kuamua yasije, au amen, tunaweza kuamua yasije, mengi sana, mengi sana

nina hofu baadaye, ile hofu ikokuja kuwa hata haipo. Nikifika pale nakuta na angalia angalia, naona watu yao na sasa napita, yaani wala sioni chochote lakini mlango wa hofu unaweza kuona jani namna ile anakuja. Inafanya hivi, kuna mtu anakuja na viaro habari wewe. Wewe, wewe, wewe mbona umefungua mlango wa nini ambaye anateseka ni yule yule mwenye ufunguo na ni yule yule aliyefungua na ni yule yule aliyeruhusu. Basi maisha yake yanaanza kuteseka yeye mwenyewe. Kuna mwingine ana hofu ya kuachwa, anasema, yani huyu mtu nikiachwa tu, nikiachwa tu. Mtu mwenye kwenda anamnyanyasa anamtesa, alafu kimsingi anagomba kabisa hapa mahali, hata asipo nilikosea, lakini ana hofu, ana hofu, ana hofu tu ya kusema nitaachaje hapa? nitaondokaje hapa? anaendelea kuteseka. Niko hapa kuambia unazo funguo za kuamua kufunga au kufungua, na maandiko yanasema hivi: ukifunga duniani na mbinguni atafunga, ukifungua duniani na mbinguni atafungua. Mungu ametupa kwenye mikono yetu uwezo wa kufunga na kufungua. Huo uzao wako utamiliki malango ya adui zako, hawa adui ambao unawaona wewe. Kufungua ndio utakuwa nao, hawa maadui unaowaona basi ufungo utakuwa nao wewe. Maadui wa, wa uchumi ufungo utakuwa nao wewe. Maadui wa amani ufungo utakuwa nao wewe. Maadui wa furaha ufungo utakuwa nao wewe. Maadui wa kitu ufungo utakuwa nao wewe. Ukiamua kufunga furaha, ikae ndani yako, itawale ndani yako, uiachilie furaha ndani yako, utakuwa ni mtu wa furaha siku zote. Ukiamua ufunge amani, ikae ndani yako, amani itawale ndani yako, utakuwa mtu wa amani siku zote. Ukiamua Bwana atawale, umeruhusu Kwa jina la Yesu, kuanzia leo najitamkia kutumia funguo ilizopewa na Bwana ili kutawala malango ya adui zako katika jina la Yesu. Ushagilie ye, Bwana kwenye haya maisha. Mungu anasema hivi weweah kwa sababu umekunja mkono wako, kwa sababu umekuwa tayari kuona kwamba mikono yako iungane na madhabahu kumleta Isaka kwenye madhabahu. Kwa sababu hiyo nakwambia mataifa yote ndio wala leo hii kwa baraka hiyo hiyo. Israeli ni wachache tu, si wengi kivile, nchi yao sio kubwa kivile, lakini Mungu alikuwa sema mataifa yote ya dunia watakubalikia. Ni mataifa mengi sana yanajibadilia kupitia Israeli, ni mataifa mengi sana dunia yanajibadilia kupitia. Maana yake wanapowaombea baraka wanapowatakia baraka, na wao wanapokea baraka, ingawa baraka hiyo ilienda kwa sababu ya baba yao Ibrahimu aliye chua mikono yake akaipeleka kwenye madhabahu kumleta nani Isaka. Na maandiko yanasema kutoka hapo mataifa yote sasa yatajibarikia, lakini mzao wako utamiliki malango ya adui zako. Niko hapa kukuombea umiliki milango ya adui katika jina la Yesu niko hapa kutangaza umiliki milango ya adui katika jina la Yesu yeah. Mimi sijui maadui ni wa aina gani ambao wamekaa na kutesa maisha yako, lakini unayo mamlaka ya kumiliki milango ya adui. Unao uwezo wa kumiliki milango ya adui. Umerichuwa mikono yako, ikunjue kwa Bwana ili Bwana usisumbuke. Kila wakati jiungamanishe kukunjua mikono yako kwa Bwana. Kundi zima waka, wakawa hawaelei kama wamemwona Elisha pale pare. Akawaambia twendeni, akawaongoza akawafikisha Samaria, katikati ya mji Akawambia, haya, Bwana fungue macho wafungue macho hawa. Wakaona, wakatazama, wako na Elisha, wako katikati ya mji Samaria. Wakamwomba samahani, na Elisha, tafadhali tusamehe. Akawaacha hapo, akarudi zao. Kwa nini? Alikuwa na funguo za kumiliki malango ya adui zake. Ana uwezo wa kuwaamrisha macho yao yasione, au macho yao yaone, wamkamate au wasimkamate. Na ndio maana na Yesu vile vile, walipokuja wale watu kumkamata siku ile, walipomtazama na wakadondoka chini Kabla hajawaruhusu hawakuweza kumkamata, mpaka aliposema, sasa mwana wa Adamu ana mikononi mwa wanyang'ani, mkamateni. Ndipo alipomkamata. Kwa nini? Alikuwa na yeye wa wamkamate au wasimkamate. Kwa nini? Anamiliki milango, ana funguo za kuamrisha chochote kitokee. Hivi unajua kwamba una uwezo wa kuamrisha chochote kitokee? Hivi unajua kwamba unazofungua kwamba Bwana anasema kwenye ufunguo nimekupa hizo funguo tena za mauti na kuzimu. utakalo lifunga duniani imefungwa na mbinguni. Bwana amekupa uwezo wa ajabu sana. Amekuweka mkubwa punde kupita malaika. Malaika yuko chini yako. Unayo nafasi kubwa, unayo nafasi kubwa, umemiliki wewe, umetawala. Ume, wewe, Ume, Ume, Mungu anasema atakupa umiliki manao Bwana